Naitwa Mwalimu Jora Mkia, mkuu wa Shule ya Sekondari Mnazi Mmoja. Ah, tupo hapa kwa ajili ya mradi huu wa madarasa ishirini ambao unatekelezwa katika Shule ya Sekondari Mnazi Mmoja. Huu mradi pale pale utakapomalizika, unakusudiwa kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka ishirini na sita. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mradi huu umefikia kama asilimia sabini na tano na tunaamini kwamba mpaka itakapofika tarehe 30 mwezi wa kumi na moja mradi huu utakuwa umekamilika. Tunapenda kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya mradi huu ambao kwa kweli utakapokamilika utasaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani, lakini utasaidia pia kuwapokea wanafunzi wengi wanaotoka katika shule ambazo shule za msingi zilizoko katikati ya jiji la Dar es Salaam ambapo walikuwa wanakosa nafasi za masomo katika shule za hapa mjini na kupelekwa nje ya eneo hili. Lakini mradi utakapokamilika, tuna uhakika kwamba unaweza kuwapokea wanafunzi wanaotoka kwenye kata zetu za hapa mjini kati, na hivyo kuwaondolea wazazi usumbufu na hadha ya kuwapeleka watoto katika shule ambazo ziko nje ya eneo hili. Tunaamini pia itasaidia wanafunzi watakaosoma hapa, itawasaidia sana kuweza kufuatilia masomo kwa ukaribu, lakini na kupunguzia hadha ya usafiri barabarani kutoka hapa na kwenda nje ya shule zilizoko nje ya eneo hili la katikati ya jiji. Kwa hiyo tunapenda kushukuru sana viongozi hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania plani na kujenga mradi huu katikati ya mji ambao utaondolea wananchi hadha hii ya wanafunzi au watoto kusoma nje ya eneo hili na hivyo kuweza kufuatilia masomo yao vizuri. Kipekee ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa, kwa Rais wetu Samia kwa kutujengea madarasa, ametupunguzia wingi wa wanafunzi ku katika darasa moja. Tunashukuru sana, kwa hiyo itatusaidia kuwa comfortable zaidi tukiwa tunasoma. Tunasema asante na pia tunasema asante na tunaomba majengo haya yaweze kusaidia wanafunzi, yataweza ya kusaidia wanafunzi wengi zaidi. Asante, tunashukuru Mama Samia kwa kutujengea madarasa mapya, tutakuwa ametupunguzia wingi wa kujazana madarasani, tutakuwa tunajisomea kwa uhuru tunamshukuru sana mama Samia kwa kutujengea majengo yetu mapya, tutakuwa tuna uhuru wa kuelewa madarasani. Asanteni sana.